Rkochwani sana hali <katali> ya ulinzi <krona> na usalama iko vizuri. Kwa hiyo naomba niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Morogoro kuwa ulinzi na usalama umeimarishwa na kutosha siku ya uchaguzi. Hatuna taarifa za matukio yoyote yanayokusudiwa. Naamini kwamba tumepeana elimu sana sana sana ya uraia wema katika kipindi chote hiki na umuhimu wa swala la amani na utulivu katika zoezi hili. Tumeandikishana milioni mia mbili na laki moja na mia moja na kumi na nne nanne milioni, milioni moja na kumi na nne watu elfu ishirini. Hamtaki kupiga kura, lakini nyumbani kaeni kani, tuwache sisi tunaotaka kwenda kupiga kura, tukapiga kura hii nawasihi sana. kama mko siku elfu mbili elfu tatu nataka kutuletea zogo mjue si, nataka kwenda kupiga kura. Siku yenyewe ya kupiga kura inakuja mara moja kwa miaka mitano, unaiacha vipi? Ndiyo maana kwa uzito wa siku hiyo unaambiwa umbebe mtu kama yuko kwenye wheelchair, yuko kwenye uma, e, kitanda, nataka kwenda kupiga mbebeni, mpelekeliba ni kitu kinakuja once every five years, mara moja kwa kila miaka mitano. Mnaacha vipi kutumia haki yako hii? Kwa sababu kuna watu wawili watatu hawataki watuache. <coughs> Kwa hiyo nataka nikuhakikishieni na naomba mnipelekee ujumbe huko, wana Morogoro wote, kila anayetaka kuamka kesho kwenda kupiga kura, ibaki kudra ya Mwenyezi Mungu ama amekosa uhai ama anaumwa taabani basi, lakini kama nafsi yake inamwambia akanataka aende kupiga kura, aende kupiga kura. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imekamilisha maandalizi yote muhimu ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, ambao tunafanya kesho tarehe 29 Oktoba, na hadi sasa maandalizi ya uchaguzi katika mkoa wa Morogoro yamekamilika, tuko vizuri. Nchi yetu imesajili watu karibu milioni 38 kwa ajili ya kupiga kura e, na tulifanya vizuri sana uandikishaji wa wapiga kura e, mkoa wa Morogoro mkoa wa Morogoro ulisajili watu milioni mbili nukta moja moja. Why is this figure important? kwa sababu figure hii ni karibu asilimia tano ya wapiga kura wote wa nchi nzima. Kwa hiyo kesho tunachofanya ni kuwaomba Watanzania wa, wa Morogoro milioni mbili na laki moja wajitokeze kwenye maeneo yote kwa upana wa Morogoro. Kwa hiyo naposema kwamba e, tumekamilisha maandalizi yote, maana tumekamilisha maandalizi kwa kwa watu tuna kidogo tunafanana na Mwanza, lakini kwa upana wa ardhi ambao ni karibu mara tano ya Mwanza, hiyo ndio kazi kubwa iliyofanywa na ya uchaguzi ili kuhakikisha kwamba hao Watanzania milioni mbili na laki moja wa Morogoro waliojiandikisha wanapata nafasi ya kupiga kura kesho. Kwa hiyo kwanza, ni jambo naomba nitumie fursa hii, niwapongeze sana mwenyekiti wa tume na wenzake wote, watendaji, viongozi wa tume. Kwetu sisi Morogoro ametutendea haki kwa ukubwa na upana wa eneo tulilokuwa nalo, kuwafikia na kuhakikisha kwamba leo tunapozungumza tarehe 28 vifaa na nini, kila kitu vimeshakwenda huko, na hakuna katika hao milioni mbili na laki moja ambao wanataka kupiga kura kesho ambao watashindwa kupiga kura aumradi wafike kwa wakati. Kama mnavyojua tume huru imeshatoa e, orodha ya vituo vya wapiga kura. Morogoro tuna jumla ya vituo elfu tano mia nane na sitini. Vituo vilivyotumika kuandikisha wapiga kura ndivyo vitakavyotumika kupiga kura, hivyo wananchi wanahimizwa kwenda kwenye kituo alichojiandikisha. Kama umepoteza kadi yako, unaweza kwenda na kitambulisho cha NIDA au leseni ya udereva au pasipoti ya kusafiri.